Mungu, akubariki sana mwanangu. Yeye, usilese, unavyolia unamliza mama Yammi, naye pia analia. Usilie, unavulia, unamliza una, pia na mama hapa. Mama uh, mama jikaza, tuongee kidogo uh, unalipi la kumwambia mtoto um, wako Yammi ah, kwa iki ambacho amekufanyia? Nadhani nikasema kwamba namshukuru sana Mungu na pia nasema asante sana na pia namshukuru mwanangu Yammi kwa moyo ambayo ameutoa na jinsi na vitu alivyovitoa naweza kusema kwamba Mungu ambariki sana. Ni wachache sana wenye moyo kama huo ambao wanawagusa watu wenye uhitaji kama sisi, ambao ni wamama ambao wengine ni yatima wajane. Kwa hiyo yani, kwa kweli Mungu ambariki sana, ambariki mwanangu eh, ambariki sana kwa kile alichokitoa, amwongezee eh, awe na maisha marefu sana. Mungu amwepushe na mabaya, aendelee kumlinda na kumpigania ya siku zote za maisha yake eh, Mwenyezi Mungu ampe wepesi na azidi kumfariji <coughs> <laughs> <laughs> mi sina, lakini ya nashukuru tu kwa dua. Mwenyezi Mungu atafanya ipesi, namwombea naye pia Mwenyezi Mungu amfanyie ipesi, amkutanishe na watu sahihi, watu ambao watamsaidia zaidi, kumtoa sehemu mlomkuta kumpeleka sehemu nyingine. Najua Mwenyezi Mungu ana makusudi yake, lakini pia Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha uhangaika siku zote. Wanasema baada ya dhiki faraja, kwa mimi naamini na Mungu atafanya jambo. Mungu wetu ni mwema siku zote na anatenda wema kwa watu wote. Yammi, bwana ametoa chakula kwa mama kama unavyoona, haya ni ma, mafuta haya. Ehe, vitu ni vingi hum, kuna mchele kuna sukari He, kuna maharage kama unavyoona, mzigo ni huo umejaa. Kwa hiyo ameona amsupoti mama kwa chakula tu.